Jamani, ya pili sio shida zani. Lokole nishajua mpokea la mchezo. La mchezo hiyo kijumbe kashanipata alifa anazo kama tano hivi jamani. Inshallah, inshallah kuna hivi hivi. Jamani, hivi nitirudishe hivi baadaye